Habari zenu wote, asanteni uh, sana kwa nafasi hii. Nimefurahi kuonana na nyie kwa njia ya kipekee, tujaonana kuanzia mwaka jana wengi, na vile vile nimefurahi kuonana na nyie katika kazi na katika uwigo ambao unatuweza kutufanya tukawa na sababu ya kuonana, maana watu wengi wanapendaga kuonana wakiwa hawana kitu. Mimi ninapoita press conference namna hii, ninapoitwa kwenye press conference namna hii, napendaga niende nikiwa nina jambo. Sasa leo, dada yenu Irene Paul the naturalista na host wa wa Milele, kama mlivyosikia, uh, bosi wetu alivyosema hapa, tuna jambo letu. Uh, watu wengi walikuwa wanaulizia kuhusiana na reality show yetu na sijui kama kila mtu ameiona, lakini kwa wale ambao wamefanikiwa kuiona, wanaijua ilivyo, walikuwa wanaona kiufupi tu. Kwa wale ambao hawajui, wa milele ilikuwa inahusiana na, sio ilikuwa, bado ipo haijafa. <laughs> <laughs> wa milele mm, inahusiana na ndoa, changamoto zake, yaliomoyamo, yani kila kitu kilichomo katika ndoa, siri zote zilikuwa zinaletwa nje yaani, nyumba kama mnavyojua, nyumba ina kuta nne na paa. Kinachotokea ndani hakuna anayejua zaidi ya mwanandoa. So sisi tuliweza kufungua ile milango ya zile ndoa ambazo zilikuwa zimechaguliwa, na kila mmoja wao alikuwa analeta kinachoendelea katika ndoa yake. Mwisho wa siku, tukawa tunaleta uhalisia wa ndoa yao ama ndoa zao mbele yao, changamoto zao, ups and downs na kila kitu. Na kikubwa kuhusiana na uh, reality show yetu ilikuwa ni real, it's one among the best projects ambazo nimeshawahi kufanya producers. Nimetoka kuongea na bosi wangu hapa anasema kwamba ni Gen Z, ni show ambayo reality show iliyokuwa imetengenezwa na Gen Z awako kwenye ndoa wengi ingawa hata walikuwa wanashiriki wanandoa walikuwa ni majenzi wengi. Kwa hiyo tukaleta ndoa za kijenzi pale, eh, tukaona je, yes, zina tofauti na sisi wa age go eh, wanapambana na vitu gani? Wanastahimili vitu gani? Wanapitia mambo gani? Na kiukweli kwa upande wangu kama msanii ambaye nimekaa katika tasnia almost miaka 15 na maana kuna utofauti mkubwa sana. Kuanzia katika production, katika show ilivyokuwa inafanyika na hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuwa kama host. Mimi ni mwandishi habari kama nyie. Nimesomea lakini uandishi wangu wa habari ndio ukaletwa in reality. Kipaji changu kikaletwa. Na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza lakini nilifanya katika hali ambayo ilinipa ujasiri zaidi kwa upande wangu. Ila vitu nilivyokutana navyo kule vilikuwa sio vitu vidogo kwa wale waliofuatilia ndio changamoto zilikuwa ni nyingi sana. Ndio zina drama. Ndio zina drama na kupitia reality show yetu ya wa milele tuliona hivyo vyote bila kuchuja chochote. Kulikuwa na wanandoa ambao wana changamoto za uzazi, kulikuwa na wanandoa ambao wana changamoto za wivu, kulikuwa na wanandoa ambao wanaamini wanaishi hivi pamoja, lakini kila mtu yuko kivyake. Wako pamoja miaka karibia kumi, lakini hawajijui kwamba kila mtu yuko, yani ndoa ndoano Umenielewa? So tulizileta zile. Mwanamke anaona tisa, mwanaume anaona sita. Ukisimama kwa mwanamume unaona mwanamke yuko sawa. Ukisimama kwa mwanamke unaona mwanaume yuko sawa. So hivyo vitu vyote vililetwa wazi na kila mtu alijifungua. Kuna waliopona, kuna walio ambao ilikuwa tia maji tia maji, kuna walio ondoka pale wakiwa na jibu lao kwamba je, huyu niliye naye. Hata wewe napenda kusema hata wewe ambao unanitazama huyu aliyekuoa, mpenzi uliye naye unauhakika ni wamilele, unaishi naye kila siku, lakini moyoni unajua kinachoendelea. Mfano mzuri nikuwa na mtu kama of my best cast eh, yeye yeah, alikuwa anasema kwamba yuko katika ndoa na mume wake muda mrefu na amezaa, lakini anatamani kumuua mwana mtoto wake afe na ni wadogo very young. Sababu zipi alizitoa? Kwa wale wa wamilele walizijua lakini, kama hujaona bado, na nafasi ya kuangalia kupitia Showmax bado ipo, season 1 iko pale mwanzo mpaka mwisho. Na kwa siku ya leo sitakuwa mwongeaji mkubwa sana, lakini one of the best thing, namshukuru Mungu, alhamdulillah, katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu mm. kwamba kwa mara ya kwanza reality show ya ukweli, zingine zote weka chini mm. this was a reality show mimi napendaga kufanya vitu ambavyo viko legit hata katika uigizaji wangu mm. Nawaambia ga tunapenda kuigiza, kama nilivyo, nikicheka nacheka, kama navyocheka, kama Irene Paul. So one among the reasons ilionifanya nifanye kazi na timu ya wamilele ni uhalisia. Napenda sana uhalisia, sipendi fake fake. hii ndio reality show. Yani wakulia analia wakupiga anapigana kweli you understand? so ukiangalia hii reality show, sisifi kwa sababu mimi ni host. Ilikuwa ni reality show ya ukweli ukweli. Unaona maisha halisi ya Mtanzania, kijana wa Kitanzania, maisha yake halisi na anayopitia. Sio guchi buchi, sio steve madden steve madden. Yani kitu kinakuwa kimenyooka kabisa, unaona kabisa. So one among the things ambazo zilinifanya the the nipende hii reality show, kwanza ndio reality show ya kwanza katika Showmax ilivyozinduliwa, as you know kwamba Showmax ilikuja mpya, alafu ya pili ni reality show ambayo inaongelea uhalisia, there is no fake zone, sio hapa sasa pita utakuwa kama unanunua kitu alafu nitakuhapana o so, ninawashauri kama mtu ujawahi kuangalia iangalie because it's all real. It's pure organic, kabisa, kabisa maisha ya Kitanzania halisi. Na kitu cha tatu ni kwamba kwa mara ya kwanza imeingia kama show mpya watengenezaji waliotengeneza producers ni watu ambao ni wa newbies, yeah? mm -hmm. Katika ulimwengu wa sasa hivi lakini wameleta mapinduzi ambacho sisi kama ejigo wa kipindi kile katika industry tukikaribisha mm -hmm. Nitazama ya namna hii tutafika mbali sana katika tasnia yetu endapo jicho letu kama ma, wanesa, manini makuli manini tigers wale wa, wa industry manguli, mm-hmm. wa industry filamu za Kibongo, najua waigizaji wengi ama producers wengi katika bongo industry movies hatupendi upinzani <laughs> lakini, to be very honest, producers wanaokuja sasa hivi they are hot, wanajua wanachokifanya, ni levels so kama tukiweza ku, Kukusanyisha, kukusanyisha nguvu kati ya newbies na maproducer wa zamani ama waigizaji wa zamani, tutapata industry yetu itaenda mbali na mimi, ni kati ya watu ambao nimejaribu kufanya kazi na newbies na nimeona kabisa mtu kama Kefa mindset yake iko tofauti. Watu wengi ni kwenye nikwenye talent factory kina Sara kina Kefa kina Jerry na watu wengine wengi, alafu baada ya kufanya kazi ya kwanza, imagine I'm so honored and so humbled kwamba tumeingia katika nomination za kimataifa. Nimefanya kazi katika international, uh, katika movie Bongo movie, muda mrefu. Sijawahi kuna kuwa nominated hata siku moja. <coughs> You see? So mnaweza mkanielewa hii ni mara ya kwanza na kuwa nominated katika kazi ya kimataifa. You understand? So for me it's an honor kwamba at last hata kama sija sijawahi kuwa nominated kama msanii mm, lakini meweza kuwa nominated katika reality show as a presenter. You understand, so at the end of the day kwangu ni heshima kubwa sana na ninafikiri ni heshima kubwa sana katika industry nzima ya bongo movie. So nina washauri wa Tanzania na wapenzi wa maendeleo wote ambao wanatakia wema bongo movie, kilio chetu kikubwa twende international. Hii ndio international AMVCA. Mwaka huu tuzo zimekuja kwetu, category mbili, show moja, nyingine ya Amiri. all the best brother, lakini I stick to wa milele. Tumekuwa categorized katika categories mbili kwa Tanzania hizi, show, uh, hizi tuzo zimetupita sana, lakini sasa hivi tumezipata kwa mpigo. Ninaomba sana kama kweli unatupenda, kama kweli unaipenda Tanzania, Tanzania ni chakwetu kama tunavyojua, basi huu ndio wakati wa sisi kupambana kwa pamoja yeah? kupambana kwa pamoja, tusaidiane kupiga kura kupitia website ambayo tutaitoa kupitia kiongozi wangu hapa, na baada ya hapo tafadhalini we make sure kwamba we vote, we bring it home. Thank you so much, ila jiulize ulienaye wa milele. Asante. <laughs>